Kuna sababu zinazotusababisha vijana wa kanisa tuchelewe kuoa, na nimefanya utafiti huu nikagundua ya kwamba kuna sababu kadhaa zinazotupelekea kuwa hivyo. Na miongoni mwa hizi sababu ni hizi kama zifuatazo. Sababu namba moja ambayo huwa inatufanya vijana wa kanisa tuchelewe kuoa huwa, kwanza sisi tunapenda kusikia sauti Mungu akinena nasi moyoni akituambia yale yatupasayo kutenda kwa wakati sahihi. Kwa hiyo huwa hatuwezi sisi kuamka tu tukaona ni jambo la kulupuka, ni kwa sababu huwa pia tunamwomba Mungu, na hivyo huwa tunazingatia kila kitu Mungu anachotuagiza. Na kwa sababu hiyo huwa pia tunapenda kuona malolomodo wetu, kama Bwana Yesu mwenyewe hakuwahi kuoa wa. pia Paulo hakuwahi kuoa wa. Sisi ni akina nani tuwahi kuoa ili hali bado Mungu hajatupangia wito maalum wa kwamba sasa tunapasa kuoa? Muda mwingine Mungu anatusubirisha hivi, ni kwa sababu sisi tuweze kuwa ni watu pekee wa misheni ya uinjilisti. Fikiria ya kwamba Mungu amepanga mimi niongoe lo mia moja kwa wakati fulani Hivyo sio rahisi kuwaza habari za mapenzi, za mahusiano. Kwa hiyo tunasubiria Mungu wakati sahihi atakapoturuhusu kwamba sasa, kijana, umefikia wakati wa kuoa, na badala yake tusije tukajanganya, badala yake tusije tukachanganya misheni za Mungu na misheni za kimahusiano. Mungu anapokuwa na misheni yake, ni muhimu sana pia kumsikiliza Mungu katika misheni hiyo kuliko kukimbilia mapenzi, kwa sababu hata ma-role model wetu kama akina Paulo Bwana Yesu mwenyewe hawakuwahi kuoa, kwa sababu wangeona kama vile hizo habari zingeweza kuchelewesha kazi maalum ambayo Mungu alikuwa ameitoa.